Kamati ya kudumu ya Bunge ya hesabu za serikali imetoa mapendekezo kwa Taasisi ya Afrika ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela kuhakikisha inakata hati miliki kwa gunduzi wanazokuwa wanabuni ili kuepusha wizi kwa baadhi ya watu ambao si waaminifu. Rai hiyo imetolewa mkoani Arusha na makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya hesabu za serikali ambaye pia ni mbunge wa Vwawa mkoani Songwe Jafet Hasunga wakati wa ziara yao ya kutembelea mradi wa ujenzi wa jengo la hosteli ya wanafunzi 184 katika Taasisi ya Afrika ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela. Hasunga anasema ikiwa chuo hicho kinalenga katika kuhakikisha kinatafuta majawabu ya matatizo ya wananchi kwa kuanzisha teknolojia nyingi, ambazo hadi sasa taasisi hiyo ina jumla ya teknolojia 110 na ishirini na mbili kati ya hizo ndizo zina hati miliki, hivyo ni vyema kuendelea kuzikatia hati miliki kwa haraka ili kuzuia watu kujimilikisha teknolojia ambazo hawajazibuni. Katika hizi gunduzi mnazozifanya, ni vizuri sana kuendelea kukata hati miliki, ni vizuri mno, yaani msiziache zikapita muda mrefu. Mimi nakumbuka huko duniani huku kuna watu wezi sana, wanaiba wana iba, wana, teknolojia wanaiba, wanatangaza kwamba ni ya kwao. Mimi nakumbuka kuna kuna na Mtembo anakumbuka kuna balance scorecard, na wengi mmeisoma balance scorecard. Yule ndiye itangaza na yeye kula hela, sio yule ndiye igundua, sio yule ndiye igundua. Yule ndiye igundua bado anaendelea kuhangaika na maisha yake. Jamaa kaiwahi kaenda kai patent kaka, kaka, kapata ka, hati miliki pale anaitangaza ni ya kwake kwa, lakini hakugundua yeye. Kwa hiyo ni vizuri mnapozigundua mpate hati miliki, hiyo inasaidia sana, inakuwa ni wazo lako. Wanasema si dawa za asili za mimea kupunguza na kudhibiti magonjwa yasiyoambukiza na magonjwa ya ambukizi, hiki ni kitu kizuri kwenye jamii yetu sana. Sasa inawezekana hawajakitangaza kikamilifu, kwa sababu wao wangeweza kutusaidia hata kupunguza gharama ya kupeleka madawa kwenye hospitali zetu, kwa sababu watu si wangetumia hii dawa ya kupunguza na kudhibiti magonjwa ambayo yanaambukiza na yasiyoambukiza. ya Yaani, ni kitu kizuri sana. Iko baadhi ya mikoa, ikiwa pia mikoa yetu kule na pamoja na mkoa wako, sisi ni wazalishaji wazuri sana wa, wa mazao ya nafaka kwa ajili ya chakula, lakini tumekuwa tunapata shida ya utapiamlo. Sasa nilikuwa nadhani kwamba kwenye hizi nani bunifu hizi wenzetu hawa wangejitahidi kuchakata kwa haraka. Nadhani e, uji kama huu hapa unaweza kusaidia pia kwa watoto mashuleni kwa ajili ya kuwaondoa kwenye ile hali ya unyafuzi na kuweka katika hali ambayo e, watakuwa salama zaidi na kwamba watoto wetu sasa wataondokana na ile, ile hali ya unyafunzi tulionayo kule kwenye mikoa yetu. Akitoa taarifa ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa hosteli ya wanafunzi yenye uwezo wa kuhudumia wanafunzi mia moja themanini na nne, makamu mkuu wa Taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia ya Nelson Mandela Profesa Maulilio Kipayula anasema hali ya utekelezaji mpaka sasa imefikia asilimia sabini na nne na bajeti ya mradi kwa ujumla ni bilioni sita nukta moja na hii bilioni sita nukta uh, moja inahusisha fedha ya, ya, ya, ushauri, ya mshauri mwelekezi ambao ni milioni mia mbili tisini, gharama ya vifaa bilioni nne nukta tatu na gharama ya ufundi milioni mia tano na kumi na gharama ya samani ni milioni mia tisa arobaini na mbili. Hiyo ndio inaleta jumla ya bilioni sita nukta moja. Utekelezaji mpaka siku ya leo tuko kwenye asilimia sabini na nne na mradi wetu unajengwa kama ambavyo tulitoa maelezo tukiwa kule site, tuna vyumba maalum kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalum, na hapa zaidi tunataka ku tumetengeneza nafasi kwa ajili ya kina mama wenye watoto wadogo ambao kuna vyumba ishirini Maalumu kabisa kwa ajili ya, ya kina mama hao. Mradi huo unalenga kuhakikisha unaongeza idadi ya wanafunzi kutoka mia sita kwa mwaka elfu mbili na ishirini na moja hadi wanafunzi elfu moja kwa mwaka elfu mbili na ishirini na sita huku ukiongeza uwezo wa kutoa malazi kutoka idadi ya sasa ya wanafunzi mia mbili sabini na tisa kwa kujenga mabweni matatu. Ramadhani Mvungi, Azam News, Arusha.